No no reform no election ndani ya chama chao, wameshindwa kufanya reform. Niseme nisiseme, hawa akina Tundu Lissu ndo alikuwa anasema chama chetu kifanyiwe reform, lakini ameingia kanyamaza kimya. Alikuwa anaongelea juu ya ukomo wa mwenyekiti walisema Mbowe ameoverstay kwa hiyo, wakiingia watafanya reforms. Vikao vya kamati kuu washafanya, hatuwasikii. Walisema watafanya reforms kwamba ukomo wa mwenyekiti, hawataki kurudia makosa. Namuomba Lissu na, na wenzake, nendeni mkafanye reform zenu. CCM tunaamini reforms zimeshafanyika na haya tunayasema ni reform za kutosha kuelekea katika uchaguzi. Lingine walizosema watafanyia reform ni ukomo wa viti maalum, sijawasikia, wako kimya. Unapataje wewe mamlaka ya kuomba reforms na reform hizo zimeshafanyika ndani ya tume katika sheria za uchaguzi. Wewe mwenyewe hutaki kufanya hata reform kwenye chama chako. Kwa hiyo hawa watu ni waongo, wanadai katiba mpya, ya kwao wenyewe wanaikanyaga. Wame, wanataka kuikanyaga katiba yao, ibara ya nne ya Chadema inasema, Chadema kama chama cha siasa kitashiriki uchaguzi na kushinda sasa unaposema huendi kwenye uchaguzi, mara utazuia uchaguzi, unakanyaga katiba yako ya chama cha ni waombe Watanzania, nilianza kwa kusema hizo ni porojo kama porojo zingine. Hawana uwezo na mamlaka ya kuzuia uchaguzi. Uchaguzi utafanyika kwa mujibu wa katiba na sheria zetu za, za nchi yetu.